Yawezekana kila mwaka huwa unaweka malengo yako ya kifedha, lakini huwa hayatimii na ujui ni, ni kwa nini. Basi nikwambie tu, kuna baadhi ya tabia kwenye maisha yako inabidi uzibadilishe, na usipozibadilisha hayo malengo yako hayatatimia. Na leo nitakwenda kuzungumzia tabia tatu zinazopoteza pesa au fedha zetu bila sisi kujua. Karibu. Karibu, jina langu ni Erick Kisaule na hii ni Success Path Network. Each one, teach one. Basi tabia ya kwanza tutakaoenda kuizungumzia leo ni tabia ya kununua vitu bila mpangilio. Yes. Watu wengi tumekuwa na tabia ya kununua vitu vingi bila mpangilio, bila kujua ya kuwa hiyo tabia hupelekea kupoteza fedha nyingi bila kujua. Basi siku hizi kumekuwa na tabia ya watu wengi au wafanyabiashara wengi ambao wanatembeza vitu barabarani, na wengine wameenda mbali zaidi wanatufata mpaka majumbani, na wengine mpaka maofisini. Basi watu wale huleta hamasa kwetu ya kutamani kununua vile vitu ambavyo tunaviona, bila kujali kama hiyo pesa ilikuwa katika bajeti hiyo au la. Sasa nikwambie tu, kuanzia leo punguza tabia ya kununua vitu bila mpangilio, na ikiwezekana usitembee na pesa ya kutosha. Tembea na pesa ambayo inatoshea tu matumizi yako ya siku, maana hii tabia kuna wakati inaletwa zaidi pale unapojihisi au unapojiona una pesa nyingi mfukoni, kwa hiyo unaona una haki na una uwezo wa kufanya manunuzi yoyote. Kwa hiyo ni kushauri, ili pia uweze kuepukana na tabia hii, jitahidi kutembea na pesa ambayo inatoshea matumizi yako ya siku tu, ili uweze kufanya mahitaji yako ya siku na uendelee kukaa ndani ya bajeti yako. Wote tunapenda kununua vitu vizuri kila tunapoviona, lakini kununua kwetu vitu hivi bila kufuata bajeti yetu hutupelekea kutofikia malengo yetu ya kiuchumi. Tabia ya pili ambayo tutakwenda kuzungumzia leo ni kutumia pesa ambayo bado hujaipata. Wengi wetu tumezoea kuweka ahadi nyingi hata kama pesa bado hatujaipata. Mi najua mshahara wangu unatoka mwisho wa mwezi, basi niko tayari kununua vitu kwa madeni, kwa kujua pesa ikitoka nitalipia, bila kufahamu hiyo hali huwa inaweza kupelekea kutotimiza malengo yangu ya kiuchumi hau muda mwingine unanunua kitu kwa kuahidi pesa ikitoka nitakupatia. Sasa unapotumia pesa kabla hujaipata, huwa kuna kupelekea kukuingiza katika madeni usiyoyatarajia, kwa maana wakati mwingine unaweza ukawa una malengo au unatarajia kuipata pesa fulani na isiingie. Wakati mwingine unategemea mshahara ukachelewa kuupata, na tayari huku umeshaweka madeni kwa pesa ambayo ulikuwa hujaishika mkononi. Kwa hiyo hiyo nayo ni sababu nyingine ambayo inafanya tusitimize malengo yetu ya kifedha tunayojiwekea. Sababu ya tatu ni kutumia zaidi ya tunachokiingiza. Na hii ni, ni sababu kuu na ni sababu ambayo inabidi uitazame kwa makini zaidi. Watu wengi tumekuwa hatuna bajeti. Sasa unapokuwa hauna bajeti ya kile kiasi ambacho unakiingiza huwa inakupelekea kufanya matumizi makubwa zaidi ya kile unachokiingiza au zaidi ya kile unachokipata mshahara. wako we ni laki tano, ila ujakaa chini na kuangalia bajeti yako kwa mwezi huu, katika laki tano nitumie kiasi gani na ni sevu kiasi gani. Kwa hiyo wewe ukiipata ile laki tano yote unaipeleka kwenye matumizi, mwisho wa siku unajikuta unaitumia, inaisha, na unaanza kutumia fedha nyingine ambayo maybe ilikuwa ni akiba au unaanza kukopa kwa watu wengine ili umalize huo mwezi. Kwa hiyo unajikuta sasa unaenda nje ya malengo yako ya kifedha katika huo mwezi ambayo ulijiwekea. Kwa hiyo ni vizuri sana kuweka bajeti yako ili uweze kutumia kile kiasi ambacho unakiingiza kwa usahihi. Unaingiza laki tano, nitatumia laki tatu, laki mbili itakwenda kwenye akiba, sik hiyo kama iko vizuri kwa hiyo jitahidi sana kutumia kadri ya unavyoingiza, usitumie zaidi. Na tabia ya nne ambayo itapelekea kutokutimiza malengo yako ni kukopa zaidi. Kukopa zaidi, watu wengi wamekuwa na madeni mengi sana, na hayo madeni ukiangalia, mwisho wa siku yanakufanya usitimize malengo yako. Wewe kabla hujapata pesa mkononi, tayari umeshakopa kitu fulani ukitegemea ile pesa, nikiipata nitarudisha deni hili mwisho wa siku ile pesa haitimii, unajikuta umeweka deni la kwanza na hapo hapo unapokuja unaendelea, unajikuta unanunua vitu bila mpangilio, unanunua vitu bila kutofata bajeti yako, unajikuta unajiwekea madeni mengi bila kujua namna gani utayaripa. Kwa hiyo nikushauri, kama unataka kukopa, kopa ukiwa na mpango mkakati mzuri wa kurudisha ile pesa uliyoikopa. Umekopa pesa kwa ajili ya biashara, chukua pesa ipeleke kwenye biashara umekopa pesa kwa ajili ya kulipa madeni yako ya nyuma, ni bora uitumie hiyo pesa ulipe madeni yako ya nyuma, huku ukiwa unajua kuna uhakika wa kupata pesa wa kuyalipa hayo madeni. Usikope bila kujua ni kwa namna gani utalipa hilo deni, litakuingiza kwenye madeni mengine makubwa na utakuwa mdaiwa sugu, na ukishakuwa mdaiwa wa kupindukia, kutakufanya usitimize malengo yako ya kifedha uliyojiwekea. Nimezungumzia tabia nne ambazo hizo tabia nne ukiziacha na ukizizingatia vizuri zitakusaidia kutimiza malengo yako ya kifedha uliojiwekea. Hizo ni tabia ambazo pia ukiziepuka, my friend, utafanikiwa na hautaamini. Ni tabia ambazo wengi tunazifahamu na wengine tunazichukulia poa tu, kwa sababu maybe unafanya manunuzi madogo madogo, ila unasahau hizo tabia ndogondogo ndio mwisho wa siku zinakufikisha hapo ambapo umefika leo, ambapo unaona unashindwa kutimiza malengo yako ya kifedha basi. Jina langu ni Erick na leo nilikuwa nazungumzia hilo tu. Usisahau kulike kucomment hapo, yawezekana kuna tabia nimeizungumzia uko nayo, unaweza ukatuandikia kwenye comment na ukasema ni kwa namna gani somo hili la leo linaenda kubadilisha maisha yako. Lakini pia unaweza kushare kwa mtu mwingine somo hili ambalo tumefundisha ukahisi linaweza kumfaa rafiki, jamaa na ndugu yako, unaweza kushare. Na mwisho usisahau kusubscribe maana wewe ndiye mtazamaji wetu. Asante sana. Next time.